Mwanamke anapitia vipindi hivi vitano ambavyo kimsingi vinapaswa kuwa ni vipindi vitano vya furaha kwenye maisha yake. Kipindi cha kwanza ni kipindi cha kuvunja ungo na kuanza kupata hedhi ambao kimsingi hedhi inakuwa ni sehemu ya maisha yako. Kwa hiyo inatakiwa, uh, ukishaanza kupata hedhi iwe ni hedhi salama, iwe hedhi nzuri isiyo kuwa na changamoto yoyote wala maumivu wala changamoto yoyote ile. Na kipindi cha pili ni kushiriki tendo la ndoa. Baada ya kuvunja ungo wale wengi, wanawake wengi wanaingia kwenye kuanza kushiriki tendo la ndoa. Sasa tendo la ndoa litakuwa ile tendo la furaha, tendo la raha na mwenzako pia umpe raha, usipate changamoto yoyote ile. Kipindi cha tatu ni ujauzito ambayo ni matunda mara baada ya kuanza kushiriki tendo la e, ndoa, wengi wanaingia kwenye ndoa yenyewe na malengo makuu akiwa ni kupata ujauzito. Kipindi cha nne ni kulea. Sasa unalea ujauzito ambao umepata kutokana na kushiriki tendo la ndoa. Na kipindi cha tano ni kukoma kwa hedhi ambayo kisayansi kimsingi ni kuanzia angalau miaka 45 na kuendelea ndipo mwanamke anakoma hedhi. Sasa vipindi hivi vyote vinatakiwa kuwa ni vipindi vya furaha kwako, usipate changamoto yoyote kwenye vipindi hivyo e, ambavyo nimeweza kuvitaja. Sasa nataka uniambie wewe, oh, upo kwenye kipindi gani? Na je, kuna kipindi chochote ambacho ulikuwa unakitamani kukipitia lakini bado haujakipitia na je, ushajua suluhisho la kile kinachokuzuia kuweza kufikia kwenye kipindi hicho unachokitaka? Basi wasiliana nasi tuweze kusaidia.